Turejee kwenye taarifa kuhusiana na kinachoendelea huko eh, Israel na Gaza, ambapo tumeona mwakilishi mkuu wa Hamas Halil Alhaya eh, ambaye amesema kundi hilo lina nia thabiti ya kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano licha ya changamoto ambazo wanakumbana nazo, lakini wakati huo huo, Israeli imeendeleza mashambulizi ya anga na risasi katika ukanda wa Gaza, hali ambayo inaongeza hofu juu ya hatima ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati yake na kundi la Hamas. Kumbuka kwamba mpango eh, huo ambao unaongozwa na Marekani eh, ulionekana kufanikiwa na eh, ukiungwa mkono na mataifa mbalimbali mbali. Eh, na sasa tunaona licha ya makubaliano hayo kuonekana kuleta matumaini, lakini bado hali ni tete katika eneo la Gaza. Hebu tupate uchambuzi kuhusiana na kinachoendelea huko Gaza. Tunaye hapa Abdul Aziz Jaad, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akiwa London nchini Uingereza. Jaad, habari za London na karibu sana kwenye matangazo yetu. Asante sana, asante sana. Naam, kwa nini bado Israeli inaendelea kushambulia Gaza licha ya kwamba kulikuwa kuna kukubaliana kusitisha mapigano na kubadilishana wafungwa pamoja na mateka? Hii sio mara ya kwanza kwa Israeli kuvunja makubaliano. Mkataba um, unaofanana kama huu mwezi wa tatu ulifikiwa na mapigano yalisimamishwa zaidi ya wiki moja, na Israeli kwa upande wake iliamua kuvunja. Na safari hii inaonekana wazi kabisa kwamba ni shinikizo la rais Trump ambalo lilimfanya Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, kukubali hadharani kwamba wanaenda kusitisha mapigano, lakini alivyotoka tu pale alinukuliwa kwamba hatutoi nchi, na alivyorudi nchini in Israel, uh, vyama vya upinzani vya mrengo wa kulia vilishinikiza vilevile kwamba hatutoi nchi, na watapopata tu mateka wote watafungua milango ya jehanamu kuanza kuvamia tena. Kwa huo ndo uhalisia wa upande mmoja wa Israeli kwamba walikubali shinikizo la hadharani lakini dhamira bado iko pale pale ya kuikalia Gaza na kuhakikisha kwamba wanaendesha mauaji ma, ma, ma ya kimbari na kuhakikisha kwamba wanaondoa watu kwa namna moja au nyingine, ili kukamilisha dhamira yao ya kuendelea na kukamata ardhi upande wa Judea na Samaria ambayo kutoka mto Jordan, kingo za mto Jordan mpaka katika Mediterania lakini uh, Israel nao wanalalamika, wanasema kwamba wanamgambo wa Hamas walikiuka mpaka wa usalama na kuwakaribia wanajeshi katika eneo la Shujaea, uh, jirani na Tufaa na inaelezwa kwamba pia baadhi ya, ya, ya, ya wanajeshi wa Israel waliuawa katika mkataba huu huu ambao una vipengele ishirini ambavyo kumi na tisa vyote havijulikani mpaka sasa hivi, vinazungumzia kwa undani namna gani katika mkataba huu unaeleza kwamba uh, Hamas itakabidhi mateka na Israeli itakabidhi vile vile wafungwa ambao waliwafungua, ambao zaidi ya elfu saba kwa elfu tisa ambao wamefunguliwa watu elfu mbili tu peke yake. Lakini katika mkataba huu huu Israeli inatakiwa iondoke katika ardhi ya ya ya Gaza, ambacho haikufanya hivyo, kwao bado iko ndani ya ardhi ya Gaza. Lakini kwa upande wao inajulikana kwamba Israeli na imekubali hadharani kwamba inafadhili vikundi vya kijangiri ambavyo vinatakiwa kuleta pale vinalenga vina, vina kuleta michafuano ndani ya watu wa Palestina wa Gaza, ili kuleta mapigano ya wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo Hamas kwa upande mmoja, kwa sababu ndo inabidi ilete usalama wa ndani ya ya, ya Gaza, wakati Israeli imeondoka. Kwa hiyo inaonekana kwamba Hamas inapata nguvu kwao, na Israeli bado haitaki kuondoka ndani ya nchi mapigano yanaanza, lakini wakati huo huo inajulikana wazi kabisa kwamba uh, Israeli inavifadhili hivi vikundi na tayari kuna magari zaidi ya ishirini ambayo yamekamatwa yana silaha ambayo inatakiwa yalikuwa yanakwenda katika hivi vikundi naam. Sasa uh, makubaliano yaliyosainiwa yalikuwa ni kiini macho au ni kitu gani hasa, kwa sababu uh, inaonekana ni kuenda mbele na kurudi nyuma tena kwa wakati huohuo. Unaweza ukazungumza kama nikini machu kwa upande mmoja, lakini kuna dhamira ya mataifa, kwa sababu kuna shinikizo kubwa ya mataifa ya nchi za magharibi ndani ya nchi zao wao wenyewe kisiasa. Wapiga kura wao wanaibuka kusema kwamba kama hamjasimamisha mapigano ya Israeli, uh, ambapo Israeli hawezi kumsikiliza mtu yeyote sasa hivi zaidi ya Marekani. Kwa hiyo kuna kundi kubwa ndani ya Marekani ambao wanazungumza kwamba kama hamtopiga hamtosimamisha ham, hamto mapigano tutapofika wakati wa kupiga kura tutawaadhibu katika kundi, katika boksi la kura. Kwa hiyo shinikizo lile lipo ndani, na ndio maana viongozi kama Donald uh, Trump pamoja na viongozi wengine wanaamua sasa hivi kuleta shinikizo, lakini shinikizo hilo hilo bado, kwa mlango wa nyuma wanaendelea kutoa misaada ya kijeshi na miundombinu na logistiki zote ambazo zinafanya vita bado viendelee. Kwa hiyo unaweza ukazungumza kama ni kiini macho na wakati huo huo, nchi za Kiarabu kiasi fulani ziliibuka na kutoa shinikizo wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuzungumza kwamba Donald Trump inabidi usimamishe vita, na kuna wengine wanazungumza kwamba Donald Trump aliamua kuleta shinikizo wiki moja kabla majina ya ya tuzo ya Nobel kutangazwa, akitegemea kwamba atakuwemo kama atachaguliwa kwamba ni mpokeaji wa tuzo ya Nobel, ambao hakupokea. Sasa watu wanajiuliza ikiwa hajakuwa mteule wa tuzo ya Nobel, je, ataendelea tuzo kusimamia amani au ilikuwa ni kini macho kuomba atapata tuzo ya amani, na sasa hivi hatopata tena, na pengine labda ana matumaini ya kupata inayokuja inayofuatia. <laughs> E, ni kazi kubwa sana kwa sababu ni ngumu kuanza hivi vita kusitishwa na ndiyo, bado sababu. Hapa haya siyo makubaliano ya amani, hapa ni kusitisha vita tu na baada ya kusitisha vita, ndio tunakwenda kuzungumza masuala ya amani. Na huko nyuma, huu sio mkataba wa kwanza wa masuala ya amani, ulikuwa kuna mkataba wa kwanza wa Oslo uliosainiwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu na tisini na tano ambao ulifika karibu kabisa na kukubaliana kwamba nchi zote mbili zitawale zijitawale zenyewe na ziheshimiane mipaka yake, lakini matokeo yake Walilaumiana, lakini ukitizama tena Israeli wakati ule rais eh, waziri mkuu Isaac Rabin ambaye alisaini ule mkataba alivyorudi Israeli mwaka tisini na tano walimuua hadharani kwa sababu alikubali kule mkutano. Kwa hiyo ukitizama hivyo, waziri wakuu wengine wanaogopa kutilia na kusaini mkataba kwa sababu, kwa mfano, Ehud Barak alizungumza wazi kwamba naogopa watamuua na yeye, lakini kundi ambalo linasemekana lilimuua Isaac Rabin ni kundi la Netanyahu ambalo sasa hivi halitaki kutoa madaraka na bado kazi ipo kubwa. Kwa hiyo kupata kwa Trump uh, tuzo ya Nobel bado safari kubwa, kwa sababu bado safari kubwa ya taifa la Palestina kujitawala lenyewe sasa. So, tumeona eh, huyu mwakilishi mkuu wa Hamas Ali Al Haya akizungumza kwenye moja kati ya chombo cha kati ya vyombo vya habari huko nchini Misri akisema kwamba wao oh, wana nia ya kutekeleza makubaliano uh, licha ya haya yote yanayoendelea Unadhani shida iko wapi kwenye kutekeleza makubaliano hayo angalau ya kusitisha mapigano na kubadilishana wafungwa pamoja na mateka? Kama tulivyozungumza awali kwamba kuna dhamira ya, ya, ya, ya, ya nje ambayo nini macho na kuna dhamira ya kweli ya hizi pande mbili. Israeli bado dhamira yake ni kukalia nchi za za, za, za, za Palestina na kwamba hawawezi kutoka, lakini kwa upande mwingine Hamasi wanaona kwamba wameshazidiwa kivita, lakini hawataki kusalimisha amri na kusalimu na kukabidhi silaha, kwa sababu wanazungumza kwamba tutakabidhi silaha wakati mamlaka ya kitawala ya Palestina itapokuwa imeshakamata, na mpaka sasa hivi hawajaanza kuzungumza nani atakayekuja kutawala. Kwa upande mmoja, kampeni eh, eh, za Trump zinasema kwamba Uh, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza ndo atakuja pale kuja kukamata yani, uh, uh, Tony Blair kama gavana wa kikoloni kuja pale, ambao wapalestina wanapinga, wanasema kwamba unarudisha ukoloni mambo leo, ikiwa unarudisha kujitawala, lakini unamleta gavana uh, wa kikoloni, ambao ndo aje atawale pale, wa nchi nyingine badala ya wapalestina wao wenyewe kujitawala. Kwa hiyo ukitizama Hamas anajitahidi kwa upande wake. Wapalestina wameshauliwa, wamechoka kuuliwa kwa upande wao kwa kiasi kubwa, kwa hiyo wanataka kukabidhi, lakini wakati huo huo wameshakabidhi mateka wote waliokuwa hai. Waliobaki ni maiti ambao wamezikwa katika sehemu ambazo hazijulikani. Ukitizama asilimia sabini mpaka themanini ya Gaza imevurugwa, ni vifusi vitupu. Wanazungumza wazi kwamba hawajui wapi wamewazika wale maiti wanahitaji muda wa kwenda kufukua na wanahitaji vifaa ambavyo, babuldoza na kila kitu, Israeli imekataa kuingiza. Kwa hiyo ina, Israeli yenyewe inatambua kwamba ni sio kazi rahisi kwenda kufukua wale maiti, kwa sababu huwezi kutembea na maiti alafu ukakabidhi, kama kama wako mochwari inabidi ukafukue. Kwa hiyo logistics za kutafuta maiti zinajulikana, lakini Israeli inatumia kipengele chocho kwamba ndio iamue kupiga tena, kwa sababu anasema kwamba hamjarudisha maiti wetu wote. mm. <laughs> Sasa kuna wengine wanadhani kwamba pengine Hamas wame wametapeliwa, yani walidanganywa kwamba we waachilie ma, mateka, waachilie mateka wa Israel na baada ya hapo sasa Israel itaendelea kuwashambulia kama kawaida. Eh, unadhani fikra hizo ni sahihi? Wanaofata fikira hizo hawana makosa sana, kwa sababu baada tu ya Netanyahu na Trump kuzungumza ule mkataba, na baada ya Netanyahu na ya Trump kwenda kuzungumza katika bunge la Kneset la, la, la Israel, ambalo aliwapongeza Waisraeli kwamba wameshinda vita, na katika hotuba yake ndani ya bunge la Israel Kneset hajataja jina la Palestina hata mara moja kusema kwamba na wao wana haki ya kusimamisha vita. Lakini baada tu ya kuondoka Trump, waziri wa ulinzi bwana eh, ben Gvir, alizungumza kwamba tunasubiri tu kwamba mateka warudishwe wote, alafu tufungue milango ya jehanamu tupige tena Palestina. Kwa hiyo wamezungumza wazi, kwa hiyo wanaozungumza hivyo hawana makosa. mm -hmm. Kwa, kuamini ilikuwa uh, kini macho wametapeliwa wamehadaiwa, kwamba wakabidhi tu mateka na wataendelea kupigwa. Na vile vile tusisahau kwamba mwaka themanini ilitokezea vile vile Israeli alivyovamia uh, Lebanon, wakati waule mkataba wa kusimamisha vita na kukabidhi mateka wa, wachache; wakati ule walikuwa ni watatu tu, walivyokabidhi tu mateka na kukabidhiana, uh, kukubaliana kusimamisha mapigano, baada ya wiki tatu Israeli akavamia tena sehemu ambayo inaitwa Shabra na Shatila, Shabra na Shatila Lebanon, na wakaua watu ambao walikuwa tayari wameshakabidhi silaha, wana silaha. Kwa hiyo Hamas wanakumbuka kwamba Israeli waliwahujumu wa Lebanon baada ya tu kukabidhi silaha na kukabidhi mateka, na wakawavamia na kufanya mauaji ya kimbari ya Shabra na Shatila. Kwa hiyo Hamas wanasema tuna uhakika gani kwamba watopokabidhi silaha Israeli hawatoingia tena kwa kutumia mfano ule ule wa Shabra na Shatila nchini Lebanon na kuua watu. Sasa yalikuwa yamechipuka matumaini baada ya, baada ya tukio hilo ambalo lilishuhudiwa, viongozi wengi wenye nguvu duniani wakihudhuria Rais Trump, uh, rais wa Misri uh, tulimwona pia uh, mtawala wa Qatar uh, watu wenye ushawishi Mashariki ya Kati na duniani pia kwa ujumla walikuwa pale kushuhudia e, mkutano huu ambao uliitwa kwamba ni mkutano wa amani a, matumaini ya kurejesha hali ya Gaza, kuijenga upya Gaza na kuleta uhai mpya katika eneo hilo. Sasa kwa kinachoendelea, kuna, kuna matumaini ambayo yanaendelea ya ya ya ya ya kusalia kwamba pengine Gaza inaweza ikarudishwa katika hali yake ya kawaida, ama nini hatma ya eneo hilo Hatima ya eneo hilo bado ni ngumu, na matumaini. Unaweza ukazungumza matumaini yako, madhali watu binadamu wako hai, kila siku matumaini yanakuwepo mezani, lakini uhalisia wenyewe, tayari gaza haiwezi kuishika katika maisha ya kibinadamu ya kawaida. Tayari wakati mpango wa, wa amani unawekwa upande juu wa meza, uh, Trump pamoja na kundi lake katika pointi hizo hizo ishirini na moja ambazo hazijatajwa zote zinatengenezwa kwamba watajenga hilo wanayoita kwamba uh, Gaza Riviera, wataujenga upya mji wa Gaza kwa kufanya mji wa kifahari. Sasa wanajiuliza mji wa kifahari wakaishi nani? Tayari tunajua wazi katika plani hiyo hiyo ambayo itasimamiwa na, na, na, na, na, na Tony Blair ni mji wa kifahari ambao utaishi na wa, walolezi masettlers sio Waisraeli tena. Kwa hiyo tayari unaona wazi kabisa kwamba kuna sambamba vitu ambavyo vinazungumzwa juu ya meza kwamba ni vya amani, lakini wakati huo huo ni lengo kuu la kuhakikisha kwamba Israeli inasafisha inaleta watu wapya upande wa Gaza na inakamata na inakamilisha ile dhamira yake ya kutawala Judea na Samaria yote, lakini ina ili Israeli iweze kutawala kama nchi moja inabidi iwe na watu wengi wa Kiisraeli ndani kuliko Waarabu sasa hivi ndani ya Judea na Sumari, so, uh, uh, uh, Samaria ukiunganisha ikiwa ni nchi moja kuna watu milioni kumi na tano takriban. Saba pointi tano milioni ni Waisraeli Wayahudi, saba pointi tano ni Waarabu. Sasa Waisraeli wanazungumza kwamba wakiweza kuikamata ikiwa ni nchi moja watakuwa ni nusu kwa nusu. Na Waarabu wanazaliana sana kwa kasi kubwa zaidi kuliko Wayahudi, kwa hiyo wanachotaka kwamba ikifika kwamba waitawale kama ni nchi moja ya Judea na Samaria mm. Ikiitwa Israeli au Judea na Samaria, inabidi kwamba Wayahudi wawepo wengi ili demokrasia yao kivuli chao cha kidemokrasia kiweze kufanya kazi, kwa sababu ukiweka Waarabu wengi ndani ya nchi moja ambao sasa hivi wako wiano 7.5, 7.5 milioni, baadaye Warabu watazidi. Ndio maana lengo lingine la kuhakikisha kwamba wanafanya cleansing, wanasafisha na kuhakikisha kwamba watatoka pale, lakini Warabu wamegoma kutoka pale, wako tayari kufa. Kwa hiyo ni hali ngumu, na uhalisia bado safari ni ndefu sana, na, na, na wapiganaji wenyewe Hamas eh ambao kimsingi wanaonekana ndio walianzisha vita eh, kwa baada ya shambulio lile la Oktoba eh, lilofanyika kuna kuwa Israeli zaidi ya elfu moja. Wao unadhani hatima yao ni ipi, ama wanaweza kuendelea kuhimili mikiki mikiki inayoendelea ama hiyo, uh, pumzi ya moto ambayo Israeli wanaendelea kuwapelekea jeshi la Israeli kwa ile kitu tunaloita fire power, nguvu ya kijeshi, ni jeshi ambalo ni kubwa duniani, katika majeshi matano makubwa duniani, lakini imeshindwa kumwondoa Hamas katika kipindi cha miaka miwili. Upande mmoja, upande wa Hamas, wao wenyewe wao, wow, so sio jeshi, ni sawa sawa na wanamgambo, lakini wanapigana kwa kutumia mori na ari ya kulinda uh, nchi yao. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba masuala ya nguvu za silaha na za kijeshi na kuna upande mmoja kuna masuala ya nguvu za mori na ari za kutetea uh, na, na kulinda na, kuji, na, na, na, na, na, na kujigomboa, lakini unategemea wapi umeweka mstari wa, wa, wa, wa historia? Mtu anaweza kuzungumza kwamba uh, Hamasi ndio iliyoanzisha vita uh, miaka miwili Oktoba saba ishirini ishirini na tatu au ukaliaji uka, ukaliaji wa kimabavu ulianza toka mwaka sitini na saba au miaka arobaini na nane Kwa hiyo inategemeana na ule mstari wa kihistoria utauchora wapi. Kwa hiyo, haya mapigano na hizi harakati hazijaanza miaka miwili iliyopita, na sasa hivi, kwamba, sasa hivi tunazungumza kwamba ndio vita vya sasa hivi, mapigano ya sasa hivi ndio haya yaliyoanza elfu mbili na ishirini na tatu. Lakini vilevile vile watu wanazungumza wazi uh, sasa hivi hadharani walioua zaidi ya wale watu zaidi ya elfu moja unaweza ukajiuliza, kama ni Hamas? Lakini Hamas kwa uwezo wao wataweza vipi kuingia ndani ya Israeli kuuza kuwa zaidi ya watu elfu moja na mia mbili ndo pale kuna ile lojik ambayo inaitwa ya Hanibal doctrine. Hanibal doctrine, yale mauaji ambayo ni sera ya Israeli, hawakubali mtu wao atekwe, ni bora wamuue mtu wao kuliko mtu wao atekwe. Ndio maana unaona sasa hivi kwa sababu walivyoweza kuwateka wameweza kusimamisha vita ili watu warudi. Sasa hawakubali watu wao warudi, wako tayari kwa ile Hannibal doctrine, waue watu wao wenyewe. Hiyo ni theory nyingine ambayo inakwenda, ndio imethibitishwa katika wachambuzi zaidi kwamba wengi waliouliwa, sio wote waliouliwa na Hamas, waliuliwa na jeshi la Israeli ili kuzuia Hamas isiwateke kwa wingi na kuwarudisha ndani ya Gaza kwa sababu walijua kwamba wakiwateka wakiwarudisha ndani ya Gaza watashindwa kupiga. Licha ya hivyo wale waliwateka zaidi ya mia mbili waliendelea kupiga bila kuthamini uwepo wao wa raia wao ndani ya Gaza, na ndio maana zaidi ya hamsini kati yao walikufa na imebidi wazikwe na sasa hivi wanarudishwa kama maiti. Sio wote waliouliwa na Hamas. So, so, sasa e, tunafahamu kwamba Israel inapata msaada kutoka kwa Marekani na, na baadhi ya wa washirika wake wa Ulaya, lakini vipi kuhusu Hamas? Nani hivi sasa anawapa ana, ana nguvu kubwa? Kwa sababu kuna wakati Hezbollah hasa ile ya Hasan Nasrallah walikuwa wanaonekana kuwaunga kuwa mkono zaidi. Sasa hivi nguvu ya Hamas iko upande gani? Ama ni washirika wao hasa ni kina nani? Uh, ile kitu inaitwa access of resistance ule mhimili wa resistance au mhimili wa kujitetea, kiasi kikubwa sana ume, ume, umekufa nguvu. Uh, Hizbullah kule imekufa nguvu au imeingia kizani kwa sasa hivi, ili kusoko na mkataba mwingine kule ambao wanashindana na, na, na, na Lebanon, lakini kwa upande mwingine mhimili mwingine ambao ni Iran ambao sasa hivi Iran kwa, kwa sababu Siria imesha unaweza kuita kugombolewa au kujiondoa katika ule mhimili toka, uh, rais Asadi akimbie pale, na sasa hivi kukamata kundi lingine ambalo linasemekana lilikuwa ni kundi la ISIS la magaidi wa Kiislamu ambalo linapigwa vita dunia nzima, lakini lilikuwa likifadhiliwa na Marekani pamoja na, na, na Israel. Kwa hiyo wameshakamata pale, uh, Siria, kwa hiyo ule mkondo wa Hamas ambao ulikuwa ukichukuliwa kwamba wapate silaha kutoka katika ule mhimili uh, kutoka, uh, kutoka Iran umefungwa pale. Kwa hiyo kiasi kikubwa wanapigwa kubwa, hawana njia ya kupata silaha na kilichobaki ni ile ile mbinu za kigaidi za, za, za kizamani za kuweza kuchimba mahandaki uh, na tunnels kutoka kupitia kwa Sinai ambazo kiasi kikubwa imefungwa vile vile kwa, wana pigo kubwa na sasa hivi ni ule ujabari wa, wa, wa, wa, wa kibinadamu tu, lakini wamezidiwa ki, ki, ni kitu ambacho wa kiko wazi kijeshi wamezidiwa. kwa, kwa kumalizia kwa ufupi, tutarajie nini sasa Gaza kwa, kwa, kwa siku hizi kwa kipindi hichi? Tutarajie kuanza katika siku chache zinazokuja, tuone kwamba Israeli itaendelea kuvunja mkataba Hmm, na hii ikamilishe dhamira yake, na itaendelea kufadhili vile vikundi vya majangiri ambavyo uh, vinaendelea kupata silaha sasa hivi, na tuendelea kuona kwamba Marekani inaweza ikachukua uh, nafasi nyingine ya kuchochea mapigano badala ya kusimamisha, kwa sababu so imeshaanza kuzungumza kwamba ikiwa Hamas itapigana na vile vikundi, Marekani inaweza ikaingilia ikatetea vile vikundi vikiita kwamba kutetea haki za binadamu, haikuweza kutetea haki za binadamu wakati Israeli inaua zaidi ya watu sitini elfu na kusambaratisha nchi. Sasa hivi wanataka kuingia kutetea vikundi vidogo vidogo. Kwa hiyo tuendelee kuona kutakuwa kuna machafuko kabla ya utulivu, na ikiwa utulivu utaendelea basi itakuwa ni Trump pamoja na serikali yake ambayo ndio serikali pekee ambayo inaweza ikaipinda mkono Israeli na kuilazimisha kutii amri. Licha ya hivyo, hakuna taifa lingine sasa hivi ambalo linaweza likalazimisha Israeli, na kiburi cha Israeli kinaendelea na Waarabu wao wenyewe vile vilevile, wengine wanasaliti, wanaendelea kushirikiana na Israeli mlango wa nyuma. Na kushukuru sana Jahad kwa uchambuzi wa, asante sana, na kutakia majukumu mema hapo London, asante sana, na nyiye nawatakia siku njema. Naam, ni Abdulaziz Jaad ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa akiwa London tukizungumza naye kuhusiana na hali ya Gaza hivi sasa, licha ya hatua kubwa iliyokuwa imeonekana imepigwa ya kuleta amani katika eneo hilo na makubaliano ambayo yalisainiwa na pande zote mbili, lakini bado e, mashambulizi yameendelea katika ukanda huo. Tunakamilisha hivyo na